Nimetoa maelekezo kwa wataalamu wetu wa kilimo wa mkoa mzima, wawaelimishe wawasaidie wakulima wetu. Wanawasaidia kwa utaratibu gani? Ni kuambia na kuwaelekeza ni mazao gani ambayo yatakuwa na ustahimilivu wa mvua ambayo itakuwa chini ya kiwango cha wastani. Kwa wametueleza kwamba maeneo mengi wanashauri yalimwe ya ya mazao kama mihogo viazi vitamu, mtama, ambayo yanaweza yakastahimili kiwango cha mvua hiyo ambayo tutaipata kwa mwaka huu kwao. Nitoe wito wananchi wetu wasichukulie wa, wa, wa, jambo hili la mzaha. Ndio maana wataalamu idara ya, ya, ya, ya hali ya hewa ime, mamlaka ya hali ya hewa imetoa imetoa wito huo na sisi kama serikali sasa tunapaswa kuwaelimisha na kuwafundisha wakulima wetu nini cha kufanya. Kwao nimeelekeza maafisa ugani wote mkoa huu wa Tabora, kila mmoja katika eneo lake ahimize nini, na kwa utaalamu wao wanajua, mvua inapokuwa chini ya wastani mpaka wastani, maana yake ni nini. Kwa hiyo tutakuwa na kazi pia ya kutembea kuona kila afisa ugani na kila eneo amefanya kazi yake kwa watu wake ipasavyo. Kwao nitoe wito huo, Wananchi wachukulie mzaha, wachukulie serious, si jambo hili e, si jambo hatarishi, si kwamba mvua haitakuepo, itakuwepo, lakini sio toshelezi. Kwa ni vizuri itakaponyesha tu, basi. Naona napitapita huku na kule, naona anaandaa mashamba ni kweli, basi wajiandae kuyaandaa vizuri kwa wakati na kwa kwa haraka hiyo, itakayopatikana basi iweze kutusaidia kwa kipengele hicho, lakini pili wakulima wa, wa, wawe wasio waharibifu, watunze mazao, wasiuze ovyo ovyo, wajue kwamba inawezekana kabisa tusiwe na mazao ya kujitosheleza. Kwa hiyo huo ni mkakati ambao mkoa mzima ujiandae katika kipengele hicho, kila mmoja alime na alime kwa wakati, katika mvua zile za kwanza zinazonyesha basi kila mmoja awe na shamba lake na awe ameshapanda lakini kwa sababu mvua zitanyesha za msambao ambao tunaambiwa na wataalamu kwamba itanyesha hapa na sehemu nyingine sinyesha. Lakini wapo watu ambao wenye mabwawa, basi ni wakati wa kuyaandaa mabwawa na visima, ili maji yatakayotokea basi yaweze kutumika huko mbeleni. Lakini si wakulima tu, na hata wafugaji pia, wale ambao wana- wanatumia ng'ombe wanafuga wana, wana, ng'ombe na mifugo mingine, basi waandae majani wapo wanaokataga majano ya tuza kwa mwaka mzima, wafanye hivyo kwa sababu inaonekana pia kutakuwa na upungufu wa malisho. Mvua zetu za kanda ya magharibi kwa kiasi kikubwa zimekuwa zinachangiwa na pepo zenye unyevu ambazo zinatoka misitu ya Kongo kuja huku kwetu. Sasa bahati mbaya ya kipindi hichi, pepo hizo zimekuwa dhaifu kiasi kwamba zimekuwa zina benefit kidogo mikoa ya Kigoma na Katavi lakini, kwetu huku zimekuwa na, na, na, na mwenendo hafifu. Ndiyo ambacho kimetokea na kufanya maeneo ya mkoa wa Tabora kuwa na mvua za, za kusuasua katika kipindi hichi cha msimu. Lakini hata hivyo, mifumo ya hali ya hewa inaendelea kujijenga na kuimarika na hii inatoa uwezekano wa kuwa na ongezeko la mvua kwa mikoa yetu ya magharibi ikiwemo Tabora hususan kuanzia wiki ya pili ya mwezi huu wa Novemba 2025. Aidha napenda pia kutumia nafasi hii Mheshimiwa Katibu Tawala wa Mkoa kueleza tofauti muhimu ya msimu uliopita na msimu huu. Msimu uliopita tulitabiri mvua za wastani hadi chini ya wastani, lakini msimu huu utabiri unaonyesha kuwa mikoa yetu ya magharibi ikiwemo Tabora, Kigoma na Katavi inatarajiwa kupata mvua za chini ya wastani hadi wastani. Msimu uliopita ilikuwa wastani hadi chini ya wastani, lakini msimu huu chini ya wastani hadi wastani. Hii maana yake nimeomba kufafanua hapa. maana yake ni kwamba <clears throat> unapofanya utabiri kunakuwa na confidence ya utabiri wako sasa mwaka jana au msimu uliopita tulisema mvua zitakuwa za wastani hadi chini ya wastani, kwa maana kwa maana kwamba confidence kubwa ya utabiri ilikuwa ni wastani, kwamba mainly wastani. Lakini mwaka huu au msimu huu tunasema kwamba ni chini ya wastani hadi wastani. Kwamba confidence kubwa mainly, tunategemea kuwa na mvua za chini ya wastani na chansi ndogo ya kuwa na mvua za za wastani. Msimu huu wa 25, 26 tunatarajia kufata mvua za chini ya wastani hadi wastani zenye mtawanyiko usio mzuri. Msimu unatarajiwa kutawaliwa na vipindi virefu vya ukavu, lakini zaidi tunatarajia ongezeko kidogo la mvua kuanzia nusu ya pili ya msimu, yaani Februari kuelekea Aprili mwaka 2026. Sambamba na taarifa hiyo napenda kuwafahamisha kuwa TMA au mamlaka ya hali ya nchini imekuwa inafanya tathmini kila baada ya msimu unapomalizika. Sasa tathmini ya msimu wa mvua zilizopita unaonyesha kuwa Utabiri tulioutoa umekuwa sahihi kwa asilimia tisini na moja nukta saba ikiwa ni ongezeko la asilimia tatu nukta tano ikilinganishwa na msimu uliotangulia kabla yake. Sasa kiukweli, haya ni mafanikio makubwa na ya kupigiwa mfano katika sekta ya utabiri wa hali ya hewa. Lakini zaidi, nichukue nafasi hii kukumwomba Mheshimiwa katibu tawala wa mkoa utufikishie salamu zetu kwa mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na kuwekeza vya kutosha katika miundombinu ya mamlaka ya hali ya hewa ambayo imesaidia kufata mafanikio haya makubwa ya utabiri kuwa ni zaidi ya asilimia tisini. Haya ni mafanikio makubwa. Sasa tukija kwenye upande wa athari na ushauri, ushauri huu na athari hizi ambazo zina nazieleza hapa mbele yenu ni athari za jumla na ushauri wa jumla. Maudhui makubwa ya kuwa na kikao hichi kama alivyotangulia kusema mheshimiwa katibu tawala ni kwamba pamoja na kwamba nitawapitisha katika, katika ushauri wa jumla huu ni wa jumla, lakini na sisi wataalamu kutoka katika kila wilaya tuna nafasi kubwa ya kueleza athari ambazo ni specific, na ushauri ambao ni specific kutoka katika wilaya zetu ili tuweze kumsaidia mheshimiwa katibu tawala na uongozi wa mkoa katika kufanya maamuzi, lakini vile vile kuwasaidia wananchi wetu katika shughuli hizi mbalimbali mbali ikiwemo shughuli za kilimo. Sasa, kwa upande wa sekta ya kilimo na uslama, na usalama wa chakula mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kusababisha upungufu wa unyevu katika udongo na hivyo kuathiri ukuaji na maendeleo ya mimea na hatimaye kusababisha upungufu wa mavuno hususan kwa mazao yanayotegemea ya mvua. Pia kuna uwezekano wa kuongezeka kwa wadudu waharibifu wa mazao kama vile panya, mchwa na kadhalika. Kwa muktadha huo basi, wakulima wanashauriwa kutafuta taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani kwa kuzingatia utabiri wa msimu wa wilaya husika katika kuchagua mbegu na zao sahihi katika maeneo yao. Aidha, wakulima na maafisa ugani wanashauriwa kuendelea kufuatilia kwa ukaribu taarifa za mwenendo wa msimu kadri zitakavyokuwa zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini, yani TMW. Kwa upande wa sekta ya mifugo na uvuvi utabiri unaotarajiwa unaweza kusababisha upungufu wa maji na kuathiri upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo na kusababisha migogoro kati ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Hivyo basi, wafugaji wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na vyakula vya mifugo, kufuatilia utabiri wa hali ya hewa na kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani, ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza na kuendelea kunufaika na hali ya hewa inayotarajiwa wakati huu wa msimu. Kwa sekta ya usafiri na usafirishaji kwa ujumla, sekta ya usafiri na usafirishaji inatarajiwa kunufaika kutokana na mvua za chini ya wastani hadi wastani katika msimu huu wa mvua. Hata hivyo, uwezekano wa vipindi vifupi vya ongezeko la mvua vinaweza kuathiri na kusitisha shughuli za usafiri na usafirishaji kwa muda. Wadau wa sekta hii wanashauriwa kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa ujenzi, ukarabati na matengenezo kinga ya miundombinu mbalimbali pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji ili kupunguza au kuzuia athari zinazoweza kujitokeza. Lakini kwa sekta ya utalii na wanyamapori, upungufu wa mvua za msimu unaotarajiwa unaweza kusababisha uhaba wa malisho na maji kwa wanyamapori katika mbuga na mapori ya akiba na hivyo kusababisha migogoro kati ya wanyamapori na jamii zinazozunguka maeneo hayo. Wanyamapori wanaweza kuvamia makazi ya binadamu na hivyo kuongeza hatari ya maambukizi ya magonjwa kwa mifugo yetu. Hali hii pia inaweza kusababisha hatari kwa binadamu na wanyama wanaofugwa kutoka kutokana na kushambuliwa na wanyamapori. Mamlaka husika zinashauriwa kuboresha miundombinu mbalimbali katika mbuga na mapori ya akiba na kujenga uelewa kwa jamii ili kuchukua hatua stahiki kutokana na athari zinazoweza kujitokeza. Jamii inashauriwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika pindi wanyamapori wanapoingia katika maeneo ya makazi yao. Lakini kwa sekta ya nishati, maji na madini, mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kusababisha kupungua kwa kina cha maji kwenye mabwawa na mitiririko ya maji kwenye mito hali ambayo inaweza kupunguza upatikanaji wa maji kwa matumizi mbalimbali mbali na kusababisha migogoro kati ya watumiaji wakubwa na watumiaji wadogo. Uzalishaji wa umeme kwa kutumia nguvu za maji pia unaweza kuathirika. Hata hivyo, ujenzi wa miradi mipya ya uzalishaji umeme pamoja na uchimbaji wa mafuta na gesi unaweza kunufaika na hali hii ya mvua chache. Katika sekta ya madini uzalishaji wa madini kwa wachimbaji wadogo unaweza kuongezeka kutokana na upungufu wa mvua. Hata hivyo, shughuli za uchimbaji wa madini zinazotegemea maji kwa kiasi kikubwa zinaweza kuathirika. Kwa muktadha huo basi, matumizi endelevu ya rasilimali maji na uvunaji wa maji ya mvua vinapendekezwa, hasa kwa ajili ya umwagiliaji uzalishaji wa umeme wa maji, usindikaji wa madini pamoja na matumizi ya viwandani na ya majumbani. Aidha, jamii pamoja na mamlaka za maji na nishati zinashauriwa kuchukua hatua na tahadhari ili kulinda miundombinu na kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Kwa sekta ya afya, kimsingi mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kulazimisha jamii kutumia maji yasiyo safi na salama, hivyo mamlaka zinazohusika na afya ya umma pamoja na wananchi kwa ujumla wanashauriwa kuchukua tahadhari muhimu za kiafya ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Tahadhari hizo ni pamoja na kuhamasisha jamii kutibu maji kabla ya kuyatumia, kunywa maji safi na salama na kuhakikisha upatikanaji wa akiba ya kutosha ya dawa na vifaa tiba. Kwa upande wa sekta ya usimamizi wa maafa, yani management za maafa, hali ya upungufu wa mvua inayotarajiwa inaweza kusababisha upungufu wa maji safi na salama, kupungua kwa uzalishaji wa chakula na uhaba wa malisho kwa mifugo. Lakini vile vile vipindi vifupi vya mvua kubwa vinaweza kujitokeza na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Matukio haya yote yanaweza kuleta uharibifu wa miundombinu na mazingira, milipuko ya magonjwa, pamoja na upotevu wa mali na maisha. Hivyo idara ya usimamizi wa maafa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali nchini wana, inashauriwa kuendelea kuratibu na kutekeleza mipango ya kupu athari zinajitokeza. Tafadhali, usisahau kusubscribe kulike kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.